Vipi? Na kitenge changu. Alafu nilikuwa nimeshasahau kabisa. Muone. Sikia nikwambie, sawa. Ile nguo cha kwanza nilijua kabisa ni t-shirt yangu alipotokea alipotokea tumeo. Kajua hii ndo t-shirt yangu nikavuta nikaondoka nayo mm, umebaa utakuja mm, kuuawa siku moja kwa sababu mm, yako wewe kazana bwana sikia mm, hapa leo ama cha story wala nini, yani leo ni nginja nginja sawa, so, yani yani ndembe ndembe <laughs> alafu nina uchu wewe <laughs> wewe fanya makeke basi hapo unaona uh -huh. ah. sisi na kitenge na lala wapi sasa. Bwana swala la kitenga achana nalo kuna kaoshi yangu hapa, tunatandika tu, hamna shida. Asa asa kaoshi, mimi inanitosha. Kweli kulala hapa na suruali na suruali? Tunatandika na suruali, tunatandika. Hapana, mimi, kama ni hivyo sitaki bwana. Jamani, sasa unataka kufanyaje? Ah, mimi sitaki kama ni hivyo bwana. Na uchu yani, hapa nilipo, yani inadunda dunda. Fanya haraka tu bwana, basi. Sasa mimi hapa nalala hapa. <laughs> <laughs> <laughs>

Hey, unakimbia? Hey. Sasa, hizi nguo zangu, ngoja nifae kwanza hizi nguo hizi. Nakwambia hizi nguo zinakuwa shingera. Sasa ndo mwisho kabisa. Sitarudia kabisa. Mm. Jamani, wewe jamani tuoteaje? Yaani sitarudia kabisa. Utarudia tu ninavyojua. Unadhani? Kijana wewe nimeshakwambia. Leo mara ya mwisho nakupa onyo. Ukirudia makenda na yangoa. Toka hapa. Usianze mkubwa wewe.